Bila shaka kazi ni kazi. Kuanzia mwaka 2016 mpaka 2017 nimefanya application katika shule mbalimbali mbali kwa ajili ya kuomba kufundisha lakini sikuweza kufanikiwa. Huo ndio ulikuwa mwanzo wa mawazo ya ufundi seremala kwa Ismail Moshi, muhitimu wa shahada ya kwanza kwa maana ya degree ya ualimu mwaka 2016, chuo kikuu cha Dodoma. Mwanzo ilikuwa kama ule msemo wa mfamaji haache kutapatapa. Nilijiingiza ni katika fani ya udereva na nilikuwa najifunza kuendesha bajaji, lakini nilipata changamoto mbalimbali. Hatimaye alikata shauri, nimefanya kazi ya ufundi seremala kuanzia mwaka elfu mbili na kumi na nane kama kibarua na kama mwanafunzi, na baadaye elfu mbili na kumi na nane mwezi wa sita nikaanzisha ofisi yangu mwenyewe ya ufundi seremala mpaka sasa hivi naweza kusema niko full package. Ilikuwa rahisi kwa kiwango gani kuwa na ujasiri wa kuondoa dhana ya kuajiriwa na serikali ambayo wengine unasema ndio iliyokuwa ndoto yako mwanzo? Nilipoanza kufikiria kujifunza ufundi seremala niliona kwangu ni vigumu sana kuweza kukop na mazingira kwa sababu mentality ya watu wengi wanaamini mtu ambaye amesoma anatakiwa akae ofisini afanye kazi ambazo ni ofisi zinazofahamika kijamii kwamba ni kazi ambazo za watu wasomi. Bila shaka unajitia hapana mwa tangu mwaka 2019, nimesema sifanyi application yoyote hiyo, maana vieti nimeviweka tu pembeni, najiendeleza katika fani yangu ya ufundi seremala. Kwanza imenisaidia kuni connect na watu mbalimbali. Pili, nimefanikiwa kuajili vijana wenzangu na vijana takribani watano ambao tunafanya nao kazi. Tatu, ni mwendelezo wa maisha. Ni vijana wangapi ambao wako mtaani na elimu kubwa, lakini wameshindwa kubuni njia mbadala ya maisha? Kwa mfano kama mimi, toka nimemaliza ni chuo mwaka 2016 mpaka leo hii ni, nazungumzia ni miaka tisa Namana kama nisingefikiria kukaa kutoka nje ya boxi ninge kwepo mtaani mpaka sasa hivi niko nasubiria ajira either za private au government. Serikali nayo imetajwa kutambua jitihada zake na kumshika mkono. Mwaka elfu mbili na ishirini na tatu tulifanikiwa kuomba mkopo serikalini katika zile asilimia kumi za vijana wanawake, pamoja na watu wenye eh, makundi maalum You, you, you, you, you, you, you, Daudi Asmani ni kati ya vijana watano kwa sasa wanaoajiliwa katika karakana ya Ismail. Amepongeza hatua hiyo inayoungwa mkono pia na baadhi ya wananchi. Ni kitu kizuri na ni kitu ambacho kwa kweli tunatakiwa tuendelee kukihamasisha kwa sababu ajira hazipo kwa ujumla au zinapatikana kwa shida, ukilinganisha na idadi ya wasomi ambao wanakuwepo. Kwa hiyo ni mfano mzuri ambao tunatakiwa tuige kwake. Wale waliosoma wasiwe na, na mawazo ya kuwaza kungoja kuajiriwa. Wameisha pewa fani, basi waendeleze fani zao na wataishi vizuri tu. Usidhani kwamba na mimi nabadilisha, lakini ukweli ni kwamba kila mtu anasimamia kile anachokiamini katika kuitazama kesho yake. Jacob Ruviro, Azamius, Kigoma.